Serikali imeahidi kuongeza mgao wa fedha kwa taasisi za utoaji mafunzo ya kiufundi katika uh, mwaka unaokuja wa kifedha ili kuangazia changamoto za ufadhili zilizopo kwa sasa. Akizungumza wakati wa mahafala ya sita katika chuo anuwai cha kitaifa cha Kabete, Waziri wa Elimu Julius Ogamba alisema changamoto hizo zinatokana na ukosefu wa mpango mahususi wa kuhakikisha ugavi sawa. Mahafali wawili, mahafali 2561 walifuzu wakati wa sherehe hiyo wakiwemo wengine 350 kupitia mpango wa utambuzi wa ujuzi. Waziri wa Elimu Julius Ogamba alihudhuria sherehe ya sita ya mahafali katika chuo cha anuwai cha Kabete kilichoko kaunti ya Nairobi. Ogamba alitumia fursa hiyo kuelezea mikakati ambayo serikali imeweka kuimarisha utoaji mafunzo katika taasisi za kiufundi humu nchini ikiwemo mipango ya kuwa na yamkini taasisi moja katika kile eneo bunge huku serikali ikilenga kusajili takriban wanafunzi milioni mbili kufikia mwaka 2027 kutoka kwa idadi ya wanafunzi 297 mwaka 2022. Ogamba aidha alisema serikali inaendelea kufanya mazungumzo na chama cha wenye biashara nchini ili kuandaa sekta ya kibinafsi kupokea idadi kubwa ya Wakenya wanaofuzu kutoka kwenye taasisi za TVET. Alisema kwamba serikali pia inawajibika kuwasaidia katika mpito wa Kenya walio chini ya mpango wa awali wa mafunzo na hadi kujiunga na sekta rasmi. Hata hivyo, changamoto ya uhaba wa fedha inaendelea kuziandama taasisi, huku baadhi ya wanafunzi wakitaka hatua zichukuliwe in huku tatizo la uhaba wa ufadhili ukiendelea kushuhudiwa katika taasisi za elimu ya juu hapa nchini, ni ombi la wanafunzi kwamba serikali itachukua hatua tilio Marco, Darubini Wikendi.